Naam bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimehapeni huko mtandaoni, bwana ni sakata zima la Rayvanny. Rayvanny bwana ameingia kwenye headline kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vikizungumzwa kumhusu yeye, na moja kati ya vitu ambavyo vimezungumzwa bwana kumhusu Rayvanny ni hii video ambayo yeye mwenyewe bwana ameiposti. Kuna video hapa, yeye mwenyewe ameiposti kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ya yeah, so kupitia ukurasa wake kwanza, yeye mwenyewe Rayvanny Vivid Boy ameposti private jet, lakini pia vile vile pale pembeni kulikuwa kuna ile Mercedes Benz G Wagon au G Class ambayo anaimiliki nyeupe, and then akazungumza maneno mawili matatu kuhusiana na e, baadhi ya vitu ambavyo anataka kuvifanya. Ae, na hapa bwana alikuwa ametoka zake Rukwa akiwa anaelekea Rufiji. Rayvanny Vivon Boy alikuwa yuko katika safari na alikuwa anaonekana akiwa anapanda hiyo private jet yake. Na hii sio kwamba labda eti ni video ambazo tumekuwa na tukiziona mara kwa mara kwa mara kutoka kwake Rayvanny zikiwa zinamuonyesha akiwa anapanda private jet tofauti na hapo awali, ni kwamba Rayvanny alikuwa ni mtu ambaye huaga aonekani mara mara kwa mara akiwa anapanda private jet. Sio kwamba labda hawezi kuafford, ni kwamba tu yeye mwenyewe nadhani huaga havi entertain sana hivyo vitu. Sasa tetesi ambazo zimesambaa huko mtandaoni bwana ni kwamba eh, kumekuwa na hizi rumors ambazo zimekuwa zikisambaa chini kwa chini kwamba Rayvanny bwana, inasemekana amenunua private jet na hizi rumors bwana zimekuwa zikipewa airtime sana, kutokana na kwamba katika wasanii ambao huwa wana huo uthubutu wa kufanya vitu extraordinary au kufuata nyayo za Diamond huwa sometimes, au sometimes wanaenda hata a mile away kutoka kwa Diamond ni Rayvanny, kwa sababu Rayvanny bwana ndiye msanii pekee hapa Tanzania ambaye amethubutu kufuata nyayo za Diamond katika swala so zima la umiriki wa magari ya kifahari kama vile Rolls Royce maana tunajua kabisa kwamba hakuna msanii hapa bongo ambaye anamiliki Rolls Royce zaidi ya Diamond Platinumz, lakini Rayvanny naye pia akaamua kufanya hivyo hivyo na pia amenunua ya kwake, ambayo yuko nayo pale. So ki ukweli, ki mba, ni kitu ambacho kiukweli kimeonyesha wazi dhahiri shahiri kwamba Vivian Boy bwana, hata hili swala la kununua private jet ni kwamba linawezekana kwake, kwa sababu ni moja kati ya wasanii ambao wanapiga pesa ndefu low key bwana, na pia vile vile swala la yeye kununua private jet sio kitu ambacho kitakuja kuwashangaza kutokana na kwamba uwezo huo inaonekana wazi kabisa kwamba kijana yuko nao. Kwa hiyo kutokana na fakta hizo, imepelekea moja kwa moja watu kuhisi kwamba huenda kweli eh, Ray, Rayvanny Vivan boy akawa amenunua hiyo private jet ambayo inaonekana katika hiyo video yake wakati anatoka Rukwa kwenda Rufiji kwa ajili ya kwenda kuperform. So hapa bwana, kuna peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa bwana, kuna peji wameandika kwamba e, bwana e, kwa uelewa wangu mdogo private jeti ni, saf, ni usafiri wowote ule wa angani unaokodiwa na mtu ndani wakaja wakaandika kwamba ebwana msaada tu msaada tutani, kuna tofauti ipi kati ya private jet chopa na ndege? Sisi watu wa Morogoro shambani huko zinatuchanganya sana. Je, ni sahihi usafiri huu wa Raivani kuita private jet? E, nimesikia kuhusiana na avieta e, ni vitu gani lakini hapa juu kwenye title eh, kwenye caption ni title hapa ya picha wameandika, kwamba Rayvanny anunua private jet. Wameuliza hilo swali. Kwa hiyo kuna watu hapa wana bwana, wanadai kwamba Rayvanny bwana, sio mtu wa kulingisha vitu, lakini ukiona uh, eh, ana kitu ujue kwamba ni chake. Kwa hiyo watu wengi sana hapa wamekuja, wamecomment, wamesema kwamba eh, bwana Rayvanny uh, hii amekodi, lakini bado hajaamua kununua kwa sababu uwezo huo anao. Kuna wengine wamesema kwamba eh, bwana eh, Rayvanny bwana, kununua private jet, bado hii ni jet tu ambayo amekodi kwa ajili ya kusafiria. Eh, kuna watu wengi sana hapa wamekuja, wamesema kwamba hizo rumors bwana, si za kweli, kwamba Rayvanny bwana, hajanunua private jet kwa sababu angeshaweka wazi kama the way ambavyo alivyo Introduce ile Rolls Royce yake alivyoinunua. <laughs> So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, kuhusiana na issue hiyo ambayo imesambaa sana huko mitandaoni kuhusiana na suala la rumors za Rayvanny kwamba amenunua private jet. Lakini pia vilevile vile, makala nyingine ambayo tumekutana nayo kuhusiana na Rayvanny ni suala zima la ile project yake ambayo inakwenda kwa jina la Flowers. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba moja kati ya EP bora kabisa eh, ambayo Rayvanny ameshawahi kuzitoa ni hii EP ambayo inakwenda kwa jina la Flowers. Sasa hapa kuna makala tumekutana nayo wakiwa wanazungumzia swala hilo, ameandika kwamba bwana, nakurudisha eh, kama miaka mitano hivi nyuma, yani 5 years ago. Msanii Rayvanny alitoa EP yake kali kabisa ambayo ilikwenda kwa jina la Flowers EP. Bwana ndani katika EP hiyo ni kwamba alikuwa ameibeba takriban ngoma nane, na kila wimbo ulikuwa ni hit <muchos> lakini pia vilevile EP vile hiyo ya Flowers bwana, ilimfanya msanii Rayvanny kuonekana ni msanii ambaye anaongoza kwa kuwa msanii mwenye streams nyingi zaidi katika digital platforms kuliko msanii yoyote ule Bongo. Katika EP hiyo, upande wa Spotify ni kwamba by, the, by the, back in the days ni kwamba EP hiyo ya Flowers ya Rayvanny huko Spotify ilikuwa na jumla ya streams takriban milioni 4.1, lakini pia vile vile kwenye upande wa Audiomack EP hiyo ilikuwa na jumla ya streams milioni 7.8. EP ya Flowers bwana, ilibebwa na magoma kama vile Vumilia, Sweet Melody One featuring Karine, Ex Boyfriend, Eteamo. Eee, pia vile vile mama la mama featuring Mr Blue, I love you pamoja na naogopa. Kwa hiyo ngoma zilikuwa nane humo ndani, lakini pia ukiachana na makala hiyo, kitu kingine ambacho kinamuhusu Rayvanny ambacho kimekuwa kikitrend huko mtandaoni siku ya leo ni maneno au caption ambayo E, mwanadada wake yani huyu baby mama wake, mwanadada ambaye amefunga naye okay, sio kwamba amefunga naye ndoa. Ni mwanadada ambaye amezaa naye mtoto mmoja. Hapa tunamzungumzia Faivani au Faima. Ni kwamba Faima bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram, na yeye naye pia ameweka caption ambayo wadau wamehisi kwamba vile moja kwa moja inamhusu Rayvanny. Caption ambayo ameiweka Faima bwana, ameposti picha and then akaandika kwamba Eh, eh, kwenye takataka za tajiri kipo kinachomfaa maskini. Uh, hiyo ni caption ambayo ameiandika Faima, ambapo kwa mujibu wa hiyo caption bwana, wadau wamekuwa wakijiuliza kwamba bwana hapa bidada namaanisha nini. wengi wakiwa na hisi kama vile eh, ni kama vile yani alikuwa anamtupia kijembe Rayvanny kwa namna moja au nyingine. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, na wewe pia weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.